Tupo Uchama. Uchama ni kata ambayo inapatikana katika uh, wilaya ya Nzega, mkoa wa Tabora. Hizi ni ofisi za kata, na hapa sio ofisi za kata tu, bali pia ni kanisa. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu kutoka EAGT ambaye ameligeuza hili eneo kuwa kanisa, akiwa anabadilishana na, na taratibu za kiofisi, pamoja na yeye pia anaweka ibada mahali hapa. Ndiyo, tumemtembelea katika siku ya leo hapa. Mtumishi huyu huwa anaabudu hapa pamoja na washirika wake, hapa tumemtembelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mtumishi wa Mungu, habari ya uzima? Salama kabisa. Ikawaje eneo la ofisi ya kata wewe ukaligeuza kuwa uh, kanisa, ikoje hii? Uh, ni kwa sababu sikupata mazingira vizuri ya kuweka kanisa kulingana na kipato, kwa mfano kununua kiwanja ama kuweka kanisa kama kanisa, ndio maana nikaona niombe ofisi ya kata inisaidie niendeshe ibada mahali hapa. Umekuwepo hapa kwa muda gani mpaka sasa huu? Uh, uh, sasa naanza mwaka wa tatu niko mahali hapa. Mwaka wa tatu. Una washirika wangapi jumla? Tulikuwa tuna washirika kumi na mbili lakini kulingana changamoto mpaka sasa tupo washirika wanne, wanne tu ndio. Mm-hmm. Kwa hiyo hujapata eneo lingine zaidi ya hili la kuabudia. Sijapata eneo lingine zaidi ya hapa. Na ni sahihi kwamba umeagizwa na Mungu uwepo eneo hili tu kwa ajili ya ibada? Naam, Mungu kwa maelekezo aliyonipa ndio maana niko mahali hapa, maana yake kama sio Mungu nisingekuwa mahali hapa. Mm. Ndiyo mtumishi. Na kuna mafanikio gani ya kiinjili, mpaka sasa hivi umeyaona? Mafanikio ya kiinjili, wakati ninaanza huduma hii mwanzoni kuja kuwapata hao kumi na mbili niliona ni neema, kwa sababu walikuwa wameshapoteza mwelekeo kulingana na kanisa ambao lilo kuwepo lilikuwa limeshavunjwa limebomolewa na hakuna ibada tena, lakini nikafanikiwa kuwaleta wale kuabudu mahali hapa. Tutafahamu hayo na mengine mengi hapa hapa kupitia Promover TV, lakini kwa sasa ni kushukuru tu kwa kufuatilia, ni kuombe basi uendelee uh, kufuatilia Promover TV, tutakuletea kwa undani zaidi kuhusu ripoti hii pamoja na uh, ushuhuda wa huyu mtumishi wito wake na ilikuwaje, kwa undani zaidi. Kwa sasa waendelea kufuatilia tu Promover TV, kwa sababu tumefika eneo hili kwa ajili kabisa kukuletea ripoti hii ambayo tunaamini itakubariki sana sana, kutoka hapa Nzega, uh, Tabora, Tanzania. Asante sana, hii ni Promo.